Shalom shalom, mwana wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Ni matumaini ya kwamba wewe uko mzima kabisa na Mungu ameendelea kututunza. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, katika mfululizo wetu wa maombi, tunapoomba na kujifunza kwa habari ya vita ya malangoni au vita malangoni. Uko na mimi mwalimu Johanitha Jeremiah. Usisahau kuweza kusubscribe katika channel hii ili uendelee kupata mafunzo mbalimbali mbali. Tuna mfululizo huu wa kujifunza na kuomba kwa ajili ya malango ambayo Mungu anayatumia kupitisha baraka zake kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mfululizo wetu leo tutajifunza kwa habari ya vita iliyoko katika lango la nafsi roho na mwili. Tutaona namna ambavyo Mungu anatumia lango hili, namna ambavyo shetani anatumia lango hili, na namna ambavyo tunatakiwa sisi kama wana wa Mungu tulifungue ili ya kwamba nikaweze kupitisha kile kilicho cha kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Katika utangulizi wa maana ya malango nilisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 28 mstari wa ba tukaona, kwamba neno linasema kwamba um, naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, nalo ndipo lango la mbinguni. Kwa hiyo sasa, hii hapa ilikuwa ni katika ile lango la ndoto tuliweza kujifunza, lakini katika kujifunza tukasema ya kwamba kuna malango ya kiroho lakini kuna malango ya kimwili. Na tukasema ya kwamba malango ni maeneo yanayoruhusu vitu kuingia au kutoka. Hivyo vitu inaweza zikawa ni baraka za kiroho, baraka za kimwili, e, inaweza ikawa e, ni karenda za kimbingu ili kumsaidia mtu kufika katika ile hatima ambayo Mungu amemkusudia. Kwa lazima uwe makini na uelewe ya kwamba shetani hapigani vita hovyohovyo, lakini anapiga katika maeneo maalumu ambayo ni malango, maeneo yanayo kisha vitu Bwana Yesu asifiwe. Na malango haya yako katika levo mbalimbali, na kuna malango ya mtu kama mtu, kuna malango ya familia, kuna malango ya mikoa, kuna malango ya taifa, malango ya ulimwengu kuna malango katika ngazi tofauti, na katika siku hizi tutakazokuwa nazo, tunajifunza kwa habari ya malango yako wewe, kama wewe mwana wa Mungu. ainakuuza malango ni malango ya mbingu na malango ya shetani. Malango au malango ya mbingu yanaitwa heavenly gates. Malango haya ni malango yanayoruhusu na kupitisha vile vilivyo vya kimbingu na hapo tunaiona Mwanzo ishirini na nane kumi na saba pale ambapo Yakobo anasema ya kwamba mahali hapa panatisha kama nini, bila shaka ni nyumba ya Mungu na kuna lango la mbinguni. Hiyo ilikuwa inatuonesha kwamba kulikuwa kuna lango la mbingu, lakini Ufunuo wa Yohana sura ya nne mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema baada ya hayo naliona natazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako. baada ya hai hayaki, kuna malango ya mbingu. Lakini ukisoma Mathayo kumi na sita kumi na tisa nasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Kama anakupatia funguo za ufalme wa mbinguni, basi hizo mbingu zina malango na malango hayo ya mbinguni yakifunguliwa, yanaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Baraka inaweza ikawa ni afya, inaweza ikawa ni fursa, inaweza ikawa ni uchumi, inaweza ikawa ni elimu, inaweza ikawa ni uzao, inaweza ikawa ni kitu chochote kile ambacho unakihitaji katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho kitu kinaruhusiwa na kinapita katika malango ya kimbi. Kwa shetani anapigana kimkakati, akitaka kukushinda wewe, anakuvizia katika yale malango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hako na hayo malango ya kuzimu, ambayo kazi yake kubwa sana ni kuweza kushambulia au kupambana na haya malango ya mbingu. Na ndio maana kuna watu baraka zao zinachelewa, anafanya kazi kila kitu, anajitahidi sana lakini haone matokeo, kwa sababu kuna malango yanainua upinzani na malango haya yakinua upinzani kwa maisha ya mtu, kuna vitu kama vitatu huwa vinatokea. Kitu cha kwanza ni kucheleweshwa kuwa hatima au baraka ya mtu aliyokusudiwa. Mtu huyu atatumia nguvu sana, mtu huyu atakuwa na maarifa sana mtu huyu, lakini akifika mahali fulani anakwama, hasogei, anakwama kwa sababu ya ile vita. Kwa hiyo kuna kucheleweshwa, lakini kuna kuwekiwa zuio kabisa ukashindwa eh, ukaelekea katika njia isiyo sahihi, ukashindwa kabisa kuingia katika ile baraka. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni malango ya kuzimu, yale tunayoona kwenye Mathayo kumi na sita kumi na nane anasema nami, ndi, nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya, ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anasema milango ya kuzimu haitalishinda, kwa sababu wakati wote milango ya kuzimu ina kazi ya kupambana na malango ya wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua hilo, utaenenda kwa hekima kama wana wa Isakari waliojua kutambua jira yao. Wewe, uh, ni mzazi, usianze kuomba kwa habari ya ndoa ya mtoto wako, eti wakati aki ukiona amekaribia na amechelewa. Hapana, pale anapozaliwa anza kuomba, anza kuomba kwa ajili ya elimu yake, anza kuomba kwa ajili ya shule yake, anza kuomba kwa ajili ya walimu watakao fundisha anza kuomba kwa ajili ya kazi atakayoifanya, anza kuomba kwa ajili ya ndoa atakayoolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hayo yote ni malango. Shetani anaweza akamkosa wakati anazaliwa, lakini akampeleka katika eh, shule ambayo itamfanya atoke katika kusudi la Mungu. Na watu wengine wameenda wamesoma mambo ambayo hawakuyatarajia, yamevuruga hatima zao, hawajielewi tena kwa sababu ya lile lango Bwana Yesu asifiwe. Wa wengine ni kwenye ndoa, wengine ni kwenye ajira, vitu mbalimbali mbali. Kwa sasa leo tuendelee kuangalia uh, kwa habari ya lango. Tuangalie kwa habari ya lango la mwili, nafsi na roho. Sasa katika kuanza natamani uelewe kwamba kila mwanadamu ameumbwa na sehemu kuu tatu zinazosimama kama malango. Sehemu ya kwanza ni mwili, sehemu ya pili ni nafsi, lakini sehemu ya ndani zaidi ni roho. Na hiyo hapo tunaisoma kutoka kitabu cha Wathesalonike sura ya tano mstari wa ishirini na tatu. Wathesalonike sura ya tano mstari wa ishirini na tatu. Wacha tuitafute na tuweze kuisoma. Wathesalonike sura ya tano mstari wa ishirini na tatu ni wa Wathesalonike wa kwanza yes, wa Wathesalonike wa kwanza, sura ya tano, mstari wa ishirini na tatu. Neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa; nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe kamili, bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, na ni nini kinachofuata? Anasema awatakase nini? Awatakase nafsi zenu, kitu cha kwanza. Kitu cha pili anasema roho zenu, kitu cha tatu, anasema miili yenu, na baada ya hapo anasema muhifadhiwe, muwe kamili. Ina maana mtu anapo ili aweze kuwa kamili, lazima hivyo vitu vyote viwe viko salama. Kwa hiyo hayo ni malango na malango haya yanatumika kuingiza baraka za kimbingu, yanatumika kuingiza maarifa, yanatumika kuingiza vitu vya kimungu, e, kuingiza neno neno la Mungu, e, kuingiza maarifa ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe! Lakini shetani anatumia kupitisha majaribu, kupitisha udanganyifu, kupitisha hofu ili ya kwamba usiweze kusimama. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita neno la Mungu lasema, Mungu akasema, natumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawala samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Katika sura hii ya kwanza mstari wa ishirini na sita anaposema natumfanye mtu, huyu alikuwa ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na dhana ya mwanadamu kuumbwa kwa mfano wa Mungu ina maana kwamba Mungu anajitambulisha kwetu katika utatu mtakatifu, ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ina maana Mungu Baba ndiyo nafsi, Mungu Mwana mwili, Mungu Roho ni roho. Kwa hivyo hata mwanadamu ameumbwa katika mfumo huo wa utatu mtakatifu. Kwa hiyo wakati anaposema na tumfanya mtu, akaanza kuifanya roho, akaanza kuifanya nafsi yake. Lakini pia ukiendelea kusoma unaona ya kwamba kila alichokifanya kiwekewa pumzi ya uhai, kikiwekewa roho ya uhai, kikiwekewa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uumbaji wa mwisho ukawa ni ule wa kuchukua wa kuchukua e, e, udongo na kufinyanga kabisa huyu mwanadamu. Kwa hiyo sasa, malango ya mwili, nataka nikutajie malango ya mwili kwa jinsi yanavyotumika. Malango haya ya mwili yako mengi sana, lakini leo mimi nitakutajia machache na jinsi yanavyotumika. Kuna macho, kuna masikio. Inamaana inapoona macho yako kuna macho yako ya kimwili na macho yako ya kiroho. Na Mungu anayatumia hayo macho ili uweze kuona, unavyoona, unajenga hamasa, unapata ufunuo, lakini adui anatumia hayo macho mm, kuwasha tamaa mbaya, na ndio maana ile mtu anaweza akawa, akawa amekaa kabisa ametulia, hana ile wala lile lakini kuna mtu akapita mbele yake ghafla, ndani yake moyo wa tamaa ukawasha, ukawasha tamaa ndani yake aka, moyo wake moyoyani, macho yake yanamwelekeza kwenye uzinzi, macho yake yanamwelekeza kwenye tamaa mbaya, macho yake yanamwelekeza kwenye vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wa namna hiyo, ina maana watu hawa shetani anayatumia malango yao ya macho kuweza kuwaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu huyu ambaye ana ulinzi katika lango lake la macho, yeye ataona hamasa, akiingia mitandaoni atatafuta mahubiri, atasikiliza mahubiri, atasikiliza nyimbo za kuabudu, kwa sababu macho yake yana mdirect huko. Bwana Yesu asikwa, lazima uombee yale macho yako. Lango la pili kwenye mwili ni masikio. Nini unasikiliza? Kuna masikio hayo unayoyaona lakini kuna masikio ya rohoni pia. Mungu anatumia masikio kupitisha imani, kupitisha kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba. Lakini adui anatumia lango hilo kumsikilizisha mtu uongo au hofu. Kwani hujawahi kuona mtu alikuwa ni mtu mwenye imani, mwenye kutenda kwa nguvu, lakini ghafla neno toka kwa mtu mwingine ghafla lilipoingia ndani yake alipolisikia tu, kwa sababu hili hilo neno liingie ndani ya moyo, lazima kwanza alisikie au alione li, alipolisikia tu likaingia ndani yake, likamvunja moyo. Kwa hiyo masikio ni lango. Ni nani unampa sikio lako? Kwa mfano, wewe ni kijana, lakini kila wakati unasikiliza mambo mambo ya, ya uchafu mambo yasiyofaa na kuna mwingine anaweza akawa hata yuko ni katika mahusiano, lakini sio mahusiano ya kumpendeza Mungu. Anakesha akiwa anaongea mambo, mambo ya uzinifu mambo ya uasherati, automatic huyu mtu akitoka pale atakwenda kufanya vile vitu, kwa sababu kuna vitu au ameamsha ame, hisia. Na ndio maana mtaala anatuambia Wimbo uh, Ulio Bora anasema usiamshe zile hisia. Lakini ilianzia wapi? Hmm? Ilianzia wapi? Ilianzia katika kusikia. Lango la tatu ni pua pua yako. Pua inapokea pumzi ya uhai, Mwanzo sura ya pili mstari wa saba. Lakini pia ni lango la harufu nzuri ya manukato ya kiroho Tunapomfanyia Mungu ibada, inakwenda kwa Mungu kama manukato, kama manukato yaliyo safi, lakini shetani pia huwa na manukato yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna aina ya watu huwa wa wanashambuliwa na roho fulani, lakini ghafla wanakuwa wanapenda manukato fulani. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata wewe ulishawahi kupita au ukaingia mahali Ghafla ukajihisi siyo kawaida, yaani kuma ngozi yako yenyewe ikaona kama hapa sio salama, au hata pua zako zikanusa harufu ambayo siyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ni lango, ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Pua yako ni lango, lakini mdomo wako ni lango, ni lango la maneno, maneno ya uzima, maneno ya, ya mauti, lakini pia ni lango la ibada. Bwana Yesu asifiwe. Unatumiaje mdomo wako? Na ndio maana tunatumia mdomo kuhubiri, tunatumia mdomo kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ni lango. Kupitia huu mdomo ninaweza nikaongea kitu ambacho kikaingia ndani ya mtu kikamjenga. Kwa hiyo mdomo ni lango, lakini shetani anautumia vipi? kupitia maneno ambayo unayazungumza hmm? kupitia maneno ambayo unayazungumza ghafla anafungua mlango wa uzinzi, ghafla anafungua mlango wa mauti, uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna lango la uso, ili lango la uso limebeba kibali eh. Ukisoma Hesabu sura ya sita, mstari wa ishirini na tano, nasema Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili uso wa Mungu umejawa nuru ya ajabu. Kwenye uso wako umebeba nuru uso wako umebeba kibali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna watu wakati wanafanya mambo yao ya uharibifu, ghafla wataliita jina la mtu, lakini ghafla utaiona sura ya mtu imetokea mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uombe uso wako, lazima uombe sura yako. Sura yako isiwe ni sura ambayo imebeba kukataliwa. Kuna mtu unaweza ukawa haumjui, lakini anapotokea tu kwenye iko kikao, unaona kibali cha kimbingu katika macho yake, una una furaha, unaona amani kuongea naye. Kwa nini? Kwa sababu sura yake imebeba sura ya Mungu. Mungu anaposema natumfanya mtu kwa sura ye, ye, ye, yetu, na lazima sisi tuwe na kibali kama cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe, nyuso zetu zikaangaze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lango lingine, lango la mikono na miguu na mwili wako kwa ujumla, ina maana miguu yako mikono yako naitumia kufanya nini? miguu yako imeumbwa au imewekwa kwa ajili ya kumiliki kupeleka habari njema Isaya hamsini na mbili mstari wa saba kuchelewa katika njia za haki Zaburi mia kumi na tisa mstari wa mia na tano kupiga hatua za kiroho na kimwili lazima miguu yako iwe na nguvu ya kupiga hatua kuna watu hatua zao zimekamatwa mikono yao imekamatwa hawawezi kutenda kwa nguvu Yaani anaishia kuongea, lakini mikono yake, ukimpa kazi haifanyi vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Au miguu yake haipigi hatua miaka tano miaka kumi yuko pale pale, miguu yake imekamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uikamate miguu yako, wakati mwingine uiombee kwa, kwa jina la Yesu ili ikapate kufunguka ili ikapate kupiga hatua za kiroho na kimwili. Watu wengine ni wazito, hata ukimwambia kuna ibada ni mzito, ajao ijawahi kutokea, hata akitaka kwenda kuimba Gafra, naona miguu ni mizito sana, kwa sababu kuna kizuizi pale kinachozuia ile huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lango la mwili wako, kwa ujumla, mwili wako ni hekalu, lakini mwili wako ni lango la Mungu. Kuna mtu anaweza kakuona, kuna watu wakikuona wanauona utukufu wa Mungu, lakini usipoliombea hilo lango usimu italitumia ilo lango kuleta uharibifu. Ilo nilikuwa ni lango la mwili, lakini kuna lango la nafsi. Hmm, kumbuka nafsi ya binadamu ndicho kiini cha utu, utu wa mtu ndani ya nafsi. Kuna utashi ndani ya nafsi, kuna akili ndani ya nafsi, kuna fikra na hisia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma Wakorintho wa pili sura ya kumi mstari wa tano. Ina maana ndani ya nafsi zako, ndani ya nafsi yako, tunategemea akili yako iwe sawasawa, tunategemea fikra zako ziwe sawasawa, tunategemea hisia yako iwe sawasawa. Adui akikamata nafsi yako ghafla, fikra zako unawaza negative, very negative. Wewe hauoni kuendelea, wewe hauoni kuvuka, wewe hauoni ukipiga hatua. Yaani imeanzia ndani hiyo. Sasa ndiyo vita ya ndani, vita ya nafsi ambayo baadaye ikitoka huko ndani kuathili hata mwili wako, kwa sababu yale maamuzi yanayotoka ndani ndiyo yanayotakiwa kudrive ule mwili wako. Ndani kukijawa neno la Mungu, kukajawa neno la hamasa, ina maana e, ile nafsi yako itaenda kuambia mwili, sasa hivi sisi tunaona kufungua duka inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ile nguvu itatokea ndani na itasababisha kitendo kutokea nje. Kwa hiyo huko ndo kumejazwa utashi, machaguzi ya kila siku ambayo unayafanya. Angalia maamuzi ambayo watu wanayafanya. Yote yanatokea huku. Bwana Yesu asifiwe, maamuzi yanatokea huku. Shetani akiona amekushindwa anakuona unasimama yani una, una, una katika Mungu anajaribu kukuinulia hii vita. Na ndio bado tunaposoma habari za Bwana Yesu katika jangwani anajaribiwa na muvi nyingi huonyesha ya kwamba kuna shetani alikuwa na mapembe, lakini ukisoma neno vizuri utatambua ya kwamba shetani anaweza kuinuka kupitia nafsi. Ghafla unasikia mawazo mawili yanazungumza ndani yako, unatakiwa uanze hii biashara. Nitaanzaje wakati sina mtaji? Kuna vita kali, lazima uiombe nafsi yako ili nafsi yako iwe tayari iwe lango la kupitisha na kukubali vya kimbingu. Bwana asifiwe. Lango la tatu katika huu e, mfululizo ni roho, roho yako. Katika roho yako kuna roho na kuna moyo. Bwana Yesu asifiwe. sasa roho yenyewe ni lango la mawasiliano ya Mungu. Hii ndiyo sehemu ya ndani kabisa ambayo inaunganisha ulimwengu wa roho na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inaunganisha ulimwengu wa na wako wa roho na muumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatumia hiyo roho yako kuweka mzigo wa maombi, kuweka ufunuo, kuweka ibada ya kweli, kuweka kiu ya kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukisoma neno lake nasema kwamba eh, mwili hushindana siku zote na roho kwa sababu roho ni ya Kimungu. Sasa roho inataka vile vya Kimungu. Kiu ya roho ni ibada. Roho inahitaji ibada, inahitaji kububujika. Na ndio maana nasema saa inakuja ambapo wamwabuduo Mungu watamwabudu katika roho na kweli. Hiyo roho na kweli, hiyo roho ndiyo aliyokuwa akimaanisha hapo. Ina maana ndoto zako unazoziona ya roho yako ya ndani. Bwana Yesu asifiwe! Ina maana vitu hivi vitatu mwili wako, nafsi yako na roho yako vikiwa vina muunganiko, wewe utakuwa ni mtu wa ajabu sana, kwa sababu adui anatafuta sana kuanza kupambana na wewe. Vita inayotokea nje e, haina nguvu sana kama ile anayotoka ndani yako. Kuna watu, na inawezekana ulishawahi kupitia hatua hii, ukafika hatua wewe mwenyewe ukajipiga vita Mungu anakuambia hii ni baraka, unatakiwa uanzishe biashara, unajipinga vitu, nasema mimi siwezi. Hili wazo ni la shetani. Na shetani akishaona umeingiza shaka, anakazania pale pale, hili wazo ni la shetani, anapiga kelele usiku na mchana, mwisho natoka katika nafasi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuelezea habari hiyo ya malango, nimekuelezea lango la mwili, lango la nafsi na lango la roho. Ni nini ambacho natamani tuende kuomba tunapoingia katika maombi? Natamani uingie katika maombi, kwa sababu wewe haukujiumba, wewe uliumbwa na Mungu. Kwa mfano wake yeyote unayemuona duniani aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hata kama unamuona kama hakuna kitu cha maana amekifanya lakini, aliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa kusudi la Mungu. Sasa kwa nini aishi nje ya kusudi la Mungu? Vita inaanzia huko. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tusimame tuombe, kwa ajili ya miili yetu, kwa ajili ya nafsi zetu, kwa ajili ya roho zetu, ziwe tayari kwa ajili ya Mungu, tumwambie Mungu Tutumie sisi kama vyombo, tutumie sisi kama vyombo, sauti zetu zitumike kama vyombo kwa ajili ya kukuabudu, mioyo yetu ikakufanyia ibada, mioyo yetu ikafanya ibada ya kweli, katika jina la Yesu, miili yetu ikawe ni miili ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wakili tu, umepewa mwili ili ukusaidia kutimiliza yale aliyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angeliweza kushuka akakamilisha makusudi yote, lakini alitu pa imani kubwa sana, akasema, wacha tumfanye huyu mtu aende kule akamiliki na akatawale na akastawi kule, ili kazi za kimbingu ambazo Mungu alitaka kuzifanya uzifanye wewe kwenye unazifanyaji, ombea mwili wako, ombea ya malango yako ya mwili. Macho yako yawe wazi kwa ajili ya Mungu, masikio yako yasikie, miguu yako ipige hatua, lakini mikono yako, mikono yako iwe na nguvu ya utendaji. Haleluya, haleluya, usirudishwe nyuma. Lakini ombea nafsi yako, kataa mawazo yote ya shetani kataa mawazo yote ya shetani katika jina la Yesu. Basi tusogee mbele za Mungu kwa wakati huu, na pengine jitathmini wewe, angalia vita yako ni ipi. Angalia tu, wengine shetani amewapiga kwa magonjwa, amewapiga kwa magonjwa, magonjwa yakauki, magonjwa yamekuwa sehemu ya maisha yao magonjwa ya ajabu, magonjwa ya kuambukiza, magonjwa mbalimbali, inatoka gonjwa hili la ingia lingine. Sio mpango wa Mungu. Mungu aliumba hilo hekalu lake ili limfanyia ibada. Sasa inakuaje hekalu la Mungu linashambuliwa na magonjwa kiasi hicho? Inakuaje hekalu la Mungu linaongozwa na tabia mbaya, uwizi, ufisadi, e, tamaa za mwili, uzinzi, uasherati? Lazima tusogee mbele za Mungu, tumwambie hapana. Mungu huyu mtu uliyemkusudia hapa duniani, kuna vitu ambavyo ninavifanya mimi mwenyewe, ninaona kabisa hapa, hapana. Mungu, ninamhitaji yule mtu uliyesema, na tumfanye kwa sura yetu, katika jina la Yesu. Basi sogea mbele za Mungu, maana Mungu, omba kwa kadili utakavyowiwa, katika jina la Yesu Kristo ria hai. Jehova, usiku wa leo tunasema asante, usiku wa leo tunasema asante, maana wewe ni Mungu unayeweza, maana wewe ni Mungu unayetosha Tunasogea kwako Baba, tumezisikia habari zako Baba, nasi mioyo yetu inainama mbele zako, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba toba na rehema, e Bwana, tunaomba toba na rehema, e Bwana, katika jina la Yesu, tunaomba toba na rehema, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo rie hai, tunaiachiria damu yako takatifu, damu yako ya thamani, katika jina la Yesu, tunaomba toba na rehema Baba, tukiomba kwa ajili ya lango la mwili yetu nafsi zetu na roho zetu Baba, tunatamka kabisa siku ya leo lakini tuaomba toba Baba, tukubali mili yetu, itakase mili yetu, itakase mili yetu tunaitoa kwako, tunaitoa kama zabihu, maana zabihu nayo itaka wewe ni kuanza kwa mili yetu na mioyo yetu. Baba naomba kwa ajili ya mili yetu baba, tunaomba masikio yetu baba yakasikilize wewe, yakasikilize yaliyo ya kwako. Tunaomba kwa ajili ya macho yetu baba yakawe wazi kwa ajili ya kutazama, kwa ajili ya kuhamasisha vile ulivyo wekea ndani kwa ajili ya kujifunza. Tunaomba Bwana kwa ajili ya viungo vyote vya miili yetu baba, vikawe kwa ajili ya utukufu wako Jehova. Kila mavazi ambayo tuliovekwa katika miili yetu, katika ulimwengu wa roho, tunayavua kwa jina la Yesu. Tunayavua siku ya leo, mavazi ya hofu ambayo adui alituvika na si zetu Gafra, tukainama ndani yetu, gafra tukakosa tumaini. Tunayavua mavazi hayo kwa jina la Yesu, mavazi yote ya hofu, mavazi yote ya kukataliwa ambayo adui alituvika katika nafsi zetu, gafra na sisi tukaona ya kwamba tuwezi, Baba. Tunayavua kwa jina la Yesu mavazi yote yasiyofaa Baba, bali tunajivika mavazi ya utakatifu, mavazi ya kibali, mavazi ya utukufu katika jina la Yesu. Tuyaiombea mioyo yetu Baba, Ikashikie Bwana, ikawena wewe ikawa na kiu na wewe, ikakufanyia ibada katika jina la Yesu. Tukubali e ye Bwana, tukubali nafsi zetu, tukubali mioyo yetu, tukubali miili yetu, ikubali nafsi yetu, tuwe kama yule uliyemkusudia wakati unaumba Bwana, nasi tunasema tuko tayari kwa ajili ya utukufu wako, tuko tayari kwa ajili ya kazi yako katika jina la Yesu Kristo riye. Haya, sante kwa ajili ya mtoto wako huyo anaye sikiliza na naitamani ukombozi, tunaomba ukombozi, e Bwana, ukombozi wa masikio, ukombozi wa mikono, ukombozi wa miguu yetu, ewe Bwana, wengine wameota wakiibiwa ni viatu, wengine wameota viatu vyao vikipotea, wengine wameota mikono yao imefungwa, wengine wameota midomo yao imezibwa, ili vile wanavyovifanya visifike, kwa ulimwengu visifike kwa mataifa. Baba, tunaiachiria damu ya Yesu, Bwana, kukomboa E Bwana, tunaondoa kila mazuio ya yaliyowekwa katika midomo ya watoto wako. Kila mikono ambayo imefungwa ikafunguke sasa kwa jina la Yesu. Kila miguu, e Bwana, wengine walikanyagishwa vitu mbalimbali, wengine nyayo zao zikachukuliwa, wengine wakavikwa vitu visivyo sahihi, na siku ya leo tunarejesha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine e Bwana ni walichanjwa ni chale, wakaingiziwa vitu vingine, lakini leo kwa damu ya Yesu Kristo rehai tunaondoa kila kisicho cha kwako, kila pando lisilo la kwako ndani ya nafsi, ndani ya mioyo, ndani ya miili yetu linang'olewa kwa jina la Yesu, nasi tunakuwa huru kwa jina la Yesu, nasi tunakuwa huru kwa jina la Yesu, nasi tunawekwa huru, tunawe huru Bwana. Tunamwomba huyo Roho Mtakatifu akae ndani yetu, Roho Mtakatifu atupe utakatifu, Roho Mtakatifu atufundishe nguvu yako, Roho Mtakatifu tufundishe kutembea katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana unaweza asante, maana wewe unatosha Baba. Sifa na utukufu na heshima na adhama tunakurudisha wewe Bwana, tuko tayari we Bwana tuko tayari kukutumikia sasa, kupitia vipawa na karama ulizotuwekea ndani yetu. Tuko tayari e Bwana, tuko tayari kutumika sasa. Tupe nguvu e Bwana, katika malango yetu ya mwili na nafsi na roho, katika jina la Yesu shetani asitushinde, shetani asituweze katika jina la Yesu. Tunaiachiria damu yako ya rehema, e Bwana tukapiga hatua, e Bwana tukapande juu kama tai, tukapiga hatua katika maono uliotukusu dia katika jina la Yesu Kristo, rie hai neema zako na nguvu zako ziwe juu yetu. Tumeomba hayo tukiamini, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen. Endelea kuumba mwana wa Mungu na Mungu akubariki.